Kupona wakati wa ushirika mtakatifu. Butoi, tufanye haraka, anza na huyo, tuambie tu kilicho. Ah, haleluya haleluya haleluya. Tua, najua mhubiri utaanza kuhubiri, tuambie muujiza wako ni nini? Karibu karibu. Amina. Kwa majina naitwa Peter Trifon Paulo, toka klabu ya Kagera mimi nilikuwa ni tarehe ishirini na tano ya mwezi wa tatu nilipata ajali, nikawa nimegongwa na ukuta wa karavati, ila jeraha limenitesa ukiwa naendesha pikipiki, pikipiki. Mm -hmm. Jeraha limenitesa halikuweza kufunga kwa mguu ikawa linatoa unyevu unyevu. Da sauti nilipofika hapa sauti ikawa imepotea kabisa, sikupata amani sikupata furaha, lakini wakati vyombo vimelia kuangalia jirani kakuta maji yamekauka, na sauti yangu kawa imeretea. Jina la Bwana libarikiwe amen. Tatizo langu likuwa ni macho, siwezi kuona vizuri. Okay, natokea Ushilombo Geita. uh -uh, niko hapo sawa macho nilikuwa siwezi kuona vizuri mm -hmm. Naona kama sisimizi, yani mpaka nikusogelea hivi mm -hmm. Nikisipovaavaa miwani, kichwa kinauma sana mm -hmm. Na zamani nilikuwa naona kama pale na miwani, hata sasa hivi sijui ilipo miwani <laughs> yani naona vizuri kabisa kwa jina la Yesu. sijui ilipo, <laughs> sijui. <laughs> Unaweza kuona hawa watu. Wote nawaona. mpaka wapi? mpaka kule kwenye viti vya huko kule Kofi kwa Yesu. Inawezekana. Hata mguu mguu, ulikuwa na nima, siwezi kutembea vizuri, nakuona chechemea, lakini sasa hivi naruka niko, siwezi kuruka naweza. Na kofi kwa Yesu wetu. <laughs> Baba, niongeze kidogo jana wakati tunaomba alitembelewa na nguvu za Mungu, huyu mama mm -hmm. na miwani yake hakujua ilipokuwa. mm -hmm. Wakati anakuja kuitafuta miwani yake, alikuja anafanya hivi macho, na nahitaji miwani, miwani, miwani yangu, sioni vizuri, sioni. Sasa bahati nzuri ilikuwa nimeletewa na wahudumu mm -hmm. nikamwambia ni hii. Sasa ninashangaa kumwona mpaka sasa hana miwani. Yesu aje, kwani hapa naona wote. Wamevaje? Umevaa, bisinglen uh -huh. orange. Orange. ya ngoja hapo mm. naona nini, mtu wa tofauti hapo? Yani kuna mtu mmoja mrefu kuliko wote haya. <laughs> karibu mwingine. Bwana Yesu asifiwe, jina la Bwana libarikiwe, amina. Kwa majina yangu naitwa Oliva Omali Ndongole, Nimetokea Njombe ya Usalule. Ilikuwa tarehe ishirini na tano mwezi wa saba mwaka jana, nilipata ajali, niliumia kwenye mti, nilianguka padogo tu, lakini nilivyofika hospitali ikaonekana mkono wangu umekatika, yaani kabisa, wakaniwekea chuma mbili. Katika hizo chuma, nimeenda kwenye matazimio mara ya kwanza kwanza, nilimaliza dawa mara ya kwanza. Mara ya pili nikanywa dawa. Mwezi uliopita nikaenda, akasema uje kuchekiwa. Ni kweli nikawa sijaenda, nikamwambia mume wangu hapana. Saa hizi mimi natafuta nauli kwenda Pentekoste. Naomba unitafutie nauli. Kwenda Ikonda nitaenda nishatoka Pentekoste. Bwana Yesu asifiwe. Na huu mkono wangu ni pasi wezi. Ila nguo ya ndani nyepesi ndio naweza nikafua. Hata blazia huwa nashindwa kufua. Lakini cha kushangaa leo, vyombo vilivyopigwa. Nimepiga makofi mwanzo mwisho. Na sielewi kimenikuta nini, roho Bwana alivyonitendea jambo. Ile namaliza mkono, nashusha hivi mkono haujauma. Yaani, ninavyoshusha hivi, siku zote unakuwa ganzi, kwa hiyo bado unakuwa mkono umekakamaa hivi. Sasa nimekuta leo, yaani nashusha hivi mkono, mkono hata hauumi. Niko shangaa na shangaa, naangalia jirani yangu, kwa sababu nimsimulie. Nikakaa kimya, nikasema mm, ebu nisikilizie. Bwana Yesu asifiwe, namshukuru Mungu wangu ameniponya. Yep. Malize kwanza, hiyo ni sehemu gani? Yep. Oh, ni kweli, hebu onyesha kidogo. oh, okay. Eh, kweli, alifanyia upasuaji huyu. hiyo hiyo inatosha tu wapa, okay, ah, uku uku. Hey. Ah, oh, kwa hiyo hapa wakiweka vyuma, viko ndani huku na huku. Hongera sana. kwa hiyo saizi uko vizuri Sahizi uko vizuri, kwa sababu yani makofi kupiga mara nyingi. Hata washirika wa wenzangu wananifahamu napigia makofi kwenye Biblia. Mimi nimezoea, kama na sifa, lazima nipige makofi nani. Lakini leo nimepiga mwanzo mwisho. Nani anayemfahamu? Na nani anayemfahamu? oh. Kwamba alikuwa hawezi. Njoo tuambie, yuko wapi? Aje mjumbe. Haleluya, haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Hakika kwa neno hilo anasema ni kweli hakika. Alikuwa anatumia Biblia lakini sasa ninamtukuza Bwana kwa neno. Alikuwa anapiga juu ya Biblia. Alikuwa anapiga juu ya o Biblia. Mkono ambao ni mzima. E. Sasa mikono yote inafanya kazi. Amina. Ndio tunasema aona aona. Ona Bwana alichofanya. Ona ona. Ona Bwana alichofanya. Sikiliza, tulipokuwa kwenye maombi Mungu alisema, wiki mbili zilizopita, ikiwa watu wa Singida watafungua mioyo nitawatendea miujiza ambayo hawajawahi kuiona. Amen. Hii diohii. Sasa hizi ni salamu, mwambie jirani yako ni salamu. Salamu, nani anasema ameni? Mwingine huku hapa, mimi ndio naongoza sawa, Yona. <laughs> Tulia kwanza, Watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe, mimi namtukuza huyu Mungu Nilikuwa nasumbuka na tumbo kwa muda mwingi. Jina langu naitwa Anna Joseph, nimetoka mkoa wa Shinyanga, wilaya ya Kishapu. Ninamtukuza huyu Mungu, nilikuwa nasumbuka muda mrefu na tumbo, nikiwa kwenye kawaida za wanawake, yaani tumbo linaniuma, siwezi kufanya chochote, tumbo linauma na kiuno na mgongo. Bwana Yesu asifiwe sana, lakini leo asubuhi, wakati ibada ya asubuhi ikawa in, ilipokuwa inaendelea nikaona zile dalili, moyo wangu kawa umeshtuka. Nikasema imekuwaje tena? Na kati si, si, nilikuwa sijaandaa, yani sijafanya maandalizi ya lile jambo mm. Bwana asifiwe. Lakini bahati nzuri nilikuwa na kitu nikaenda nikajiweka sawa, wakati mtumishi sasa ana ile ibada asubuhi inaendelea, yani tumbo linaniuma vibaya mno, natamani niende chooni lakini bad, moyo mwingine ndani kunaongea kwamba wewe, hapa kuna uponyaji wako, ukiondoka tu hapa, hilo tatizo halitakuachia Bwana Yesu asifiwe sana. Nikawa nimebaki nachechemea hivyo hivyo, lakini vile vyombo vilivyoanza kupiga ile asubuhi, nilipatwa na nguvu, yaani ghafla machozi yakawa yananitoka pale pale, nikawa ninalia Nikatoka pale kwenye viti, wahudumu wakaja wakanisaidia, nikawa nimeanguka pale, nikawa ninalia, nguvu imenijaa, imenijaa. Nilipokuja kusimama, watu wote wameondoka, nimepaki peke yangu, kupapasa maumivu, hamna, hamna cha mgongo, hamna cha cha kiuno wala tumbo. Haleluya, amina, pigieni Bwana makofi. Uende kwa Bwana sasa. Sasa mwinjilisti ufupisha Hai, haraka, haraka. Bwana Yesu asifiwe. Kama mlivyosikia ni mwinjilisti Lydia, pia ni mwimbaji. Mimi nashuhudia niki, nilikuwa nikiimba kuna viwango vilipotea vya sauti nikimsifu Mungu. Kuna viwango ambavyo huwa ananitumia nilikuwa sifikishi, wakati anapiga mziki nilijisikia, yani kwanza hata mwenyewe nilijishangaa, kuna kitu kiliachia kwa hapa niliimba sauti ambayo sijawi kuimba yani, siku nyingi niliimba gali, sauti ikapaa juu sana ya kumsifu Mungu na kumwabudu, ya kumsifu Mungu na kumpamba kwa vi, yani kwa viungo vya sifa. Kwa hiyo nilimwona Mungu sana na amenitendia mema na nimemtolea Mungu shukurani kwa bwana Yesu. <coughs> <coughs> Haleluya, haleluya. Mimi kwa majina naitwa Magidalena Kasanga, namshukuru Mungu kwa siku ya leo, nilikuwa na kikozi nasumbua, yas, yas, siku nyingi, kama wakati mdagani, kama mda gani, ina kama mwezi mzima kabisa nasumbuka na kikozi. okay, sawa, endelea. Nilipofika hapa wakati wa vinanda vilivyoanza kupigwa, nikasikia nimevaga na nguvu nyingi kabisa, nikajisikia ninaanguka chini, nikaanza sasa kutapika hapa, nikatapika mapofu sasa hivi namshukuru Mungu ameniponya. Namshukuru Mungu. Natokea natokea Geita, Ushirombo. Waombeje sana maayo. Amen. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi naitwa naitwa Dorcas Simon, natokea Arusha. Katika siku ya leo, wakati vyombo vimeanza kupigwa, kulikuwa na mwenzangu pembeni mwangu, nikamwangalia muanga, nika nikaona ni kama amesinzia, nikasema huyu amesinzia nini? Nikasema kwa jina la Yesu, wakati nasema kwa jina la Yesu nikamwona ameanguka chini. Wakati mimi nimebaki kumshangaa, kurudi narudisha hivi uso wangu mbele, nikaona kama mtu anaimba ndani yangu Ghafla kitu kikanikamata moyo kama moto moyo wangu, yani nikashikilia hapa. Wakati nimeshikilia hapa, nikaona moto umewaka kuanzia kichwani mpaka mguuni. mwili wote umemwaka moto, nikajitahidi kujizuia, nikashindwa kujizuia, ghafla nikajikuta nimeanguka chini. Mungu awabariki. Hicho ndicho nilichoona. Kwa hiyo sasa Nimepona masi... au nini? Nimepona na pia nilikuwa nimeanguka wiki iliyopita, nilikuwa Tanga, mm. nilianguka chooni nikawahi kukamata ukuta. Wakati nimewahi kukamata ukuta, vidole vikaumia, nika nilipokuja kwenye semina hii, pia nilikuwa siwezi hata kupiga makofi. Sasa hivi navikunja navikunjua, vimekaa vizuri.